Na, mtazamaji Rais William Ruto ameiagiza halmashauri ya kusambaza dawa nchini KEMSA kuhakikisha kwamba zahanati zote nchini zinapata dawa bila kukosa. Na rais akitaka KEMSA kuhakikisha dawa hizo zinapelekwa moja kwa moja kwa zahanati ili kuepuka mfumo wa sasa wa kupitia serikali za kaunti. Haya yamejiri huku seneta wa Nandi Samson Cherargei akiibua mdahalo huko Nandi kuhusiana na wadhifa wa naibu rais. Na Mgatete Njoroge anaangazia siasa za Kenya kwanza hii leo. Akihudhuria ibada ya Jumapili kanisa la AIC Loglogo, Laisamis, kaunti ya Marsabit, Rais William Ruto alizamia swala la afya, ikiwemo tatizo la uhaba wa dawa, akiagiza KEMSA kupeleka dawa moja kwa moja kwa vituo vya afya. Huyu wako mimi nimempatia kazi ya kupatiana dawa kwa mahospitali zetu zote za Kenya. Nimemwambia atumie teknolojia Nimemwambia dawa ikitoka kwa sto ya KEMSA isiende Marsabit ati kwenda kwa sto ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka logologo logo na ile ya loyangalani iende Loyangalani. Kando na kusambaza dawa hospitalini, Rais pia amewataka wakazi kujisajili kwa bima ya SHA huku akiagiza KEMSA kuhakikisha vituo vya afya vina dawa za kutosha. I have given a deadline. By the end of this year, the refill rate must be 95%. Mimi sitaki kusikia ya kwamba hakuna madawa kwa mahospitali. Rais alipokuwa akiendelea kuuza sera za Kenya Kwanza, Marsabit. Wandani wake wakiongozwa na Profesa Kithure Kindiki walikuwa Kapsabet County ya Nandi. Niliona watu wengine wakiongea. Wakisema, oh at in case ukienda negotiation na broad base. Sisi tuko broad base. Lakini kuna viti mbili hatuwezi ongelea kwa coalition. President William Ruto na ya Prof Kithure Kindiki. Mimi nawaomba, wakati tuna tunafanya mambo yetu, shughuli zetu kama wanasiasa na viongozi, tusiumize hiyo bidii ambayo rais ameweka kuleta taifa pamoja. Viongozi wengine wa Kenya Kwanza walielekea Wajia, ambako waliwarai wakazi wa maeneo hayo kuchukua vitambulisho na kujiandikisha kama wapiga kura. Wale wanampinga yeye wanampiga kwa sababu hawana sera, hawana mpango, hawana chochote, but we the muslim community and the somali community mr president you brought back our dignity, you brought back and created equality for the people of Kenya. Siasa za mwaka elfu mbili ishirini na saba zilisheheni vikaoni, Kenya Kwanza ikiahidi kuwabwaga wapinzani wake. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. <laughs>